Bana kamati ya maadili ya TFF imeweza kutoa hukumu kwa afisa habari wa Young African Ali Shabani Kamwe pamoja na afisa habari wa kikosi cha Kagera Sukari. Bila kusahau, kamati pia imepitia maamuzi ambayo waliyafanya miaka miwili iliyopita kuhusu Katumbo aliyokuwa E, mwenyekiti wa kikosi cha Tabora United e, kufungiwa maisha kuto kujihusisha na soka baada ya kuhusika e, kutoa rushwa kwa fontengeti ili Tabora apate ushindi e, katika mchezo huo, lakini ishu kubwa pia ni kuhusu Ahmed Ally ambaye yeye kamati imeamua kwamba hana hatia yoyote na yupo huru kuendelea na majukumu yake ya kazi kila siku, ila amepewa onyo kali e, kuhusu namna ambavyo anazungumza na namna ambavyo e, anafanya mawasiliano na Wanasimba aendelee kutumia na aendelee kufuata misingi ya habari kama ambavyo wanahabari e, wanapewa nafasi ya kufanya hivyo. Lakini sakata la Ally Shaban Kamwe moja kwa moja limewaathiri Young African mpaka sasa, kwa sababu hawajafanya presi yoyote hawajafanya e, mkutano wote na waandishi wa habari kuelekea mchezo wao dhidi ya Simba, lakini pia a, Ali Shabani Kamwe nasemekana amepewa rungu la kuto kujihusisha na masuala ya soka kwa miaka miwili e, kutoka hapo jana. Lakini kwa nini watu wengi wanajiuliza, hukumu haijachapishwa katika mitandao ya kijamii, na vyanzo unaambiwa mpaka sasa e, katibu mwenyekiti wa kamati hiyo ameshaondoka zake kurejea Tanga akisubiri tu taarifa hiyo ichapishwe, lakini pia wengi wameenda mbali zaidi wakasema kwamba taarifa hii haichapishwi mpaka pale ambapo e, mchezo wa kali wa kodabi ya Yanga dhidi ya Simba utakapokwisha, e, utakapo e, kwa sababu endapo ikichapishwa mapema Yanga wanaweza wakasusa, wakasusia ya mchezo kama ambavyo imekuwa kawaida yao kususa kwenye baadhi ya michezo, lakini hilo pia haliondoi maana ya kwamba e, Ally Shabani Kamwe amefungiwa miaka miwili kuto kujihusisha na soka.